Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika chaneli hii tu katika Dominika ya sherehe ya Pentekoste katika sherehe shereheiitajiriana katika Injili ya Yohane sura ya 20 aya 19 hadi 23. Katika mwendelezo wa Injili ya Yohane tukisoma katika kifungu hiki kinaelezea kuonekana kwa Yesu kwa wanafunzi wake baada ya kufuka kwake. Yesu anawatokea wanafunzi wake, anawaonyesha mikono yake na ubavu wake na kuwapa amani. Kisha Yesu anawatuma kama vile Baba alivyomtuma. Akawavuvia, akawaambia akisema, "Pokeeni Roho Mtakatifu." Anaopa mamlaka ya kusamehe na kuhifadhi dhambi. Wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa, hivyo kuanzisha sakramen, sakramen ya upatanisho. Tukiangalia kwa muhtasari wa masomo ya siku ya leo, yanatualika au yanaelezea adhimisho la ujio wa Roho Mtakatifu na utofauti wa karama za kiroho na umoja wa kanisa. Siku ya Pentekoste tunayesherehekea siku ya leo ni alama ya kuzaliwa kwa kanisa la mwanzo na utume wake wa uinjilishaji. Roho Mtakatifu huwawezesha waamini kutangaza maajabu ya Mungu katika lugha na tamaduni mbalimbali, akiwaunganisha watu wa asili mbalimbali kuwa mwili mmoja katika Kristo. Katika Dominika hii ya Pentekoste tuna mambo matatu ya kutafakari, mambo matatu ya kuangalia. Jambo la kwanza, tunaangalia hali ya mitume wa kwanza, hali ya jumuiya ya kwanza ambao walikuwa na wafuasi wa Yesu Kristo. Hali hiyo inaweza kawa mimi na wewe, tuna hali kama hiyo. Wakati mwingine tunaweza kawa tumejifungia, tumefunga milango. Inaweza kawa milango ya mioyo yetu, milango ya nyumba zetu. Tumejifungia kwa mambo tunayoyapitia. Leo tunaambiwa Yesu anatokea katika hali hiyo, na anataka aondoe hali hizo. Jambo la pili la kuweza kujifunza, tunaangalia amkio ambayo Yesu aliwaamkia al al al iliyobadilisha al maisha yao ilivyoondoa uoga wao, na jambo la tatu huyu Roho Mtakatifu anayefanya mabadiliko na kualika katika dominika hii tukae pamoja kama familia, tukae kama ndugu tuweze kumpokea Roho Mtakatifu aweze kufungua milango ya maisha yetu aweze